Ujenzi wa bandari mpya ya Pangani mkoani Tanga unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Aprili mwaka huu. Bandari hiyo itakapokamilika, itasaidia kupunguza bandari bubu na kukuza pato la taifa. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Mbonea Herman. Kivuko cha Mtopangani mmoja ya vyanzo vya mapato vya serikali Ujenzi wa bandari mpya ya pangani nao unatajwa kuchangia pato la taifa. Wananchi wa wilaya ya pangani wanaiona kasi ya maendeleo na ajira nyingi bandari hiyo itakapokamilika. Bandari ikishakuwa iko tayari kwa wilaya ya pangani tutapata manufaa na nyingi. Kwanza tutapata wageni wa aina mbalimbali, alafu pili, alafu pili, biashara atakuwa na mzunguko wa pesa. Tunashukuru sana kwa kuletea mradi huu na tutafaidika vizuri tu, maendeleo mazuri, atapata ajira, changamoto kwa watalii na wageni wanaokuja. Bandari hiyo itasaidia kukabiliana na wingi wa bandari bubu ambazo zimekuwa zikikosesha serikali mapato. Matarajio yetu ni kwamba gati hii au jeti hii itakapokamilika hapo Aprili mwaka huu E, watumiaji wengi wa bandari bubu watahamia pale kwa sababu pale sasa watapata huduma bora, watapata huduma salama na meli kubwa zaidi zitaweza kufunga. Bandari hiyo itakapokamilika, itasaidia kuimarisha wilaya Pangani kiuchumi. Mbona ya Herman, Star TV, Tanga.